Assalamu alaikum na karibu katika odukuzo ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe kumi na sita ya mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano siku nzuri kabisa, siku ya Jumatano kwa mawengu njofu kabisa. Ni kualike kuna kodukuzo ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania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 Tanzania Half Marathon Season 4 na njia ambayo itakufanya e, wewe ushiriki ni kwa kujiunga kupitia www.runfortzmarathon.co.tz au kupiga simu namba 0783639335. Kumbuka ni siku ya Jumamosi April 19 mwaka 2025 viwanja vya Farasi Oster Bay Dar es Salaam. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili na Rais Samia atakatiba eneo korofi Somanga, amwagiza Majaliwa aende bilioni 234 za tengwa barabara ya kiuchumi habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nane wa gazeti hili. CCM kuongoza wa Tanzania kulinda amani, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nane. Dr Mwinyi, tunazidi kuimarisha utalii Zanzibar, habari katika ukurasa, ukurasa wa saba. Serikali ijivunia miradi mapato, uwezeshaji, haki, habari katika ukurasa wa ishirini. Udhaifu wa mapato ya ndani hadharani, mpango aguswa kupungua walipa kodi, atoa maagizo TPSF wafunguka, kikwazo tume ya kodi yaipongeza TSN, habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika mtendaji TANESCO kuzikwa leo, familia yatoa ya moyoni, habari katika ukurasa wa tatu. Biteko aagiza mawakala watende haki, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba wa gazeti hili. Wawili mbaroni, tuhuma za mauaji Musoma, habari katika ukurasa wa ishirini. Lakini pia gazeti hili imeandika mbashe awa mbogo, wakulima kudaiwa risiti za EFD, habari ni katika ukurasa wa kumi na saba wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya habari leo kuijila habari Tanzania pamoja na gazeti habari leo. Mikononi mwangu unalo gazeti Mwananchi lijo katika ukurasa wake mbele limeandika, CHADEMA INEC PATACHIMBIKA. Mwanasheria wa CHADEMA awataka watendaji wa tume kujitathimini, asema kuna njama za kukidhohofisha mwenyekiti. INEC ajibu wapigwa, asema ni tafsiri yao, aitaja mahakama na no reforms yatinga Pwani. Habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Nugu katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ya Dr lugemeleza inshallah mwanasheria mkuu wa CHADEMA ikisema walichokifanya ni upotoshaji mkubwa wa sheria na kanuni zenyewe wanazosema wamesaini, na kikubwa zaidi, kwa katiba ya sasa, sifa ya chama kugombea au kushiriki zimeainishwa na katiba, na hata sifa za wagombea zimeainishwa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne. Gazeti hili limeandika mbunge ataka haki, kura zisiongezwe. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, wakati vyama vya upinzani vikipambania kubadilishwa kwa mifumo ya uchaguzi ili kulinda demokrasia, mbunge wa mbogwe kupitia CCM Nicodemus Muganga amewataka wasimamizi wa uchaguzi kutenda haki bila kuongeza wala. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Makala aendelea kuchanja mbuga. Katibu mkuu wa itikadi wenezi na mafunzo Chama cha Mapinduzi CCM Amos Makala akizungumza na wananchi wa halmashauri ya mji wa Nanyamba mkoa mkoani Mtwara akio njiani kuelekea katika wilaya ya Tandahimba katika mwendelezo wa ziara yake mikoa ya Lindi Mtwara jana undani wa taarifa hizi ni katika kurasa za ndani za gazeti hili lakini pia gazeti Mwananchi limeandika dereva Tanesco aliyefariki ajalini alistaafu elfu mbili na ishirini na nne bosi kuzikwa leo. Dereva wa shirika la umeme Tanzania Tanesco Mhajir Haule aliyepoteza maisha katika ajali ya gari akiwa na mkurugenzi mtendaji wa Tanesco ndani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tatu. zipa kufungua fursa mpya za kiuchumi Pemba. Habari katika ukurasa wa tano. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Kama hata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Tuitazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Lenyewe katika ukurasa wake wa mbele limeandika maagizo ya Rais Dkta Samia ya paisha mafanikio latra CPA Saulo asema ni yale aliyotoa ya miaka minne ya uongozi wake. Leseni za vyombo vya usafiri wa abiria mizigo na vyombo vya usafiri wa kukodi za toka laki mbili na elfu ishirini na sita mia mbili na moja hadi laki tatu elfu thelathini na nne mia nane hamsini na tisa Safari za mabasi usiku kimbilio. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Wasira azidi kuishukia CHADEMA avaa zito. Habari katika ukurasa wa nne. Dkt Mchemba, hakuna sekta itakosa fedha kutokana na mabadiliko ya sera. Habari katika ukurasa wa nne. Rais Mwinyi afunga ziara ya mabalozi. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Waziri Masauni aiparungo bodi mpya Nemke. Habari katika ukurasa wa pili. Dokta Dimu wa kura za maoni ziwe fursa ya kupata viongozi bora. Habari katika ukurasa wa saba UN vifo vya raia katika mashambulizi ya Dafur vyampindukia mia tatu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na tisa, lakini pia gazeti hili limeandika sakaya mungu, ujasiri na kujiamini siri ya mafanikio yangu kisiasa sehemu ya pili. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi hadi ukurasa wa kumi na moja, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira. Nalo gazeti ni pashe mwanga wa jamii, lenyewe katika ukurasa wake mbele ya habari iliyopewa mbele Mwanasheria CHADEMA, sheria haituzuii kushiriki uchaguzi, ataka tume huru ya taifa ya uchaguzi INEC ifute kauli ya mkurugenzi wake wa uchaguzi dhidi ya chama hicho. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Nukuu iliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ya John H. ikisema mimi, wakati ninagombea ubunge, nilitia saini siku moja kabla ya uchaguzi. Hakuna ukomo uliowekwa katika kanuni na sheria yoyote. Tunataka sheria zinazokibeba chama kimoja zibadilishwe vyama vyote viwe sawa. Hakuna popote panaposema wasipotia saini haupo, ni maneno tu ya watu wachache wanaodhani hatufanyi utafiti. Nukuu nyingine ni ya Dkt Rugemeleza Nshala, wakili wa chama cha demokrasia na maendeleo, ikisema kilima anasema, chama ambacho hakijatia saini hakenda shiriki ya uchaguzi tena akiwa chini ya mwenyekiti wake ambaye jaji wa mahakama ya rufani. Ninazungumza haya kwa sababu mimi ni wakili. Inasikitisha, sikutegemea makosa kama haya yafanyike. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Lakini pia gazeti Nipashe limeandika waziri aipa jukumu maalum bodi mpya ya NEMC, tishio ukuaji wa miji, habari katika ukurasa wa nne. Viongozi wa dini katika kashfa ya kutumikisha watoto kingono, habari katika ukurasa wa tatu. Nchemba anika nchi ilivyojipanga kukabili magumu ya Rais Trump wa habari katika ukurasa wa tano. Kutokana na mabadiliko ya sera za nje za Marekani yaliyogusa kiwango kikubwa sekta ya afya, serikali imetoa bilioni tisini na nane kati ya bilioni mia mbili ishirini kufidia pengo la wadau waliokuwa wakichangia. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tano. Habari nyingine zilizopewa kipaumbele kwenye gazeti ya Nipashe ni, ni wananchi hujua nje ndani fedha zao, ripoti ya CAG ikitua bungeni leo. Habari katika ukurasa wa pili. Samia kwa kabidhi tuzo waandishi wa habari wazalendo. Habari katika ukurasa wa nane. Majari waagizwa kuzuru darajani Somanga kusaka dawa ya kudumu. Habari katika ukurasa wa tatu. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Nipashe Mwanga wa Jamii. Pata nakala yako usome kwa undani zaidi nalo gazeti Raia Mwema muungwana ni kitendo, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni uamuzi mgumu G55 wapanga kuvua gwanda CHADEMA kupandisha tanga ACT. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili, lakini pia gazeti hili imeandika kashfa nzito CWT wa ukurugenzi wa wilaya nao kikangoni. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Gazeti hili ikiandika hiyo ni chini ya kifungu cha mia moja na mbili mabano nne na mahakama za wilaya na mikoa zimepewa mamlaka ya kutekeleza adhabu hiyo kwa niaba ya mahakama kuu kitengo cha kazi. Kwa hiyo huku chama kinashtaki CWT na wakurugenzi na wanachama nao wanaruhusiwa kushitaki wakurugenzi hao. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tatu wa bunge. CCM mtifuano mtupu bungeni, hakukaliki madiwani, moto wa parulana kuchukua fomu wengi waandalia wapiga kura sherehe kisingizio cha Pasaka. Imani za kishirikina za tawala baadhi wagembelea kwa chungaji, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Wanapolo wa wahofiwa kufia mgodini, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika tuzo kalamu ya Samia kutolewa Dodoma, habari katika ukurasa wa tatu. Mahakama yarejesha hisa kwa wekezaji, habari katika ukurasa wa tano. Waziri Mavunde Onesha imani kwa tesha habari katika ukurasa wa 16, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti la Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Pata nakala yako usome kwa undani zaidi. Gazeti Uhuru kweli daima ninalo mikononi mwangu iw katika ukurasa wake mbele limeandika haki utulivu kutawala uchaguzi mkuu 2025 ni kauli ya waziri mkuu Majaliwa. Awahakikishia watanzania usalama mkubwa kuelekea siku ya uchaguzi Oktoba, adoa wito kwa wapiga kura waliojiandikishwa waende vituoni kuhakiki majina yao wakati utakapowadia. Habari katika ukurasa wa tatu, wadau wafichua wa faida uwekezaji wa kwa wanawake. Habari katika ukurasa wa sita, makala nchi mposhwari. Habari katika ukurasa wa saba, Dr Biteko awapo ujumbe mawakili. Habari katika ukurasa wa saba, hataini kuyumbishwa na watu wasioitakia nchi amani wasira. Habari katika ukurasa wa sita. Kongamano la kodi: Dr Mpango ataja mambo manne, asema serikali itaendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji ulipaje kodi kukuza makusanyo ya mapato ya ndani. ya habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika dimwa au wenye wanaccm kuchafuana majimboni. Naibu karibu mkuu wa chama cha mapinduzi Zanzibar Dr Mohamed Said Mohamed Dimwa. Habari iko refu zaidi imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi wa gazeti hili. Masauni aipa bodi mpya nemke mikakati kuhifadhi mazingira. Habari katika ukurasa so wa sita. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Uhuru kweli daima, pata nakala yako, soma ko ndani zaidi. Gazeti wa machingani nalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele Majaliwa afafanua trilioni tatu nukta tano za mifuko ya uwekezaji, eleza Bunge jinsi wananchi milioni ishirini na nne wanavyonufaika wakiwamo wanawake milioni kumi na moja na wanaume milioni kumi na tatu ahidimisha mjadala wa bajeti ya ofisi ya waziri mkuu na taasisi zake kwa mwaka wa fedha elfu mbili na ishirini na tano elfu mbili na ishirini na sita. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tatu. Wasira wataka Watanzania kutoyumbishwa, asema vyama vya siasa vinavyohatarisha usalama wa nchi kutovipa nafasi, asisitiza amani, utulivu ni tunu. Habari katika ukurasa wa nne. Waziri Masauni aibarungu bodi mpya Nemke, habari katika ukurasa wa nne. Lakini pia gazeti hili limeandika mamia wafurika Misenye kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia habari katika ukurasa wa tatu. Rais Samia mgeni rasmi tuzo ya Samia kalamu wa saba limeandikwa kwenye ukurasa wa pili, gazeti gazeti ukurasa wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Machinga katika ukurasa wake wa mbele. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Na sasa tukielekea habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti Mwanaspoti katika michezo na burudani lenye limeandika Nabi sababu tatu simba kuwatoa wasauzi. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Rekodi ya Simba haijawahi kupoteza nyumbani dhidi ya wasauzi katika mashindano ya kafa, nusu fainali Jumapili Aprili ishirini new amani Complex ni Simba dhidi ya Stelan Buchi. Gazeti limeandika nusu fainali imenoga, Yanga JKT Tanzania Simba Singida. Habari mliko kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, imetokea ikiwa ni Yanga nane Stand United moja katika mchezo uliopigwa hapo jana KMC Complex. Gazeti hili imeandika sungu mtata ndondo za ngumi mtaani zinavyomtoa habari katika ukurasa wa kumi hadi ukurasa wa kumi na moja dakika za jioni Coastal na mwendelezo mbaya. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, lakini pia gazeti hili imeandika UEFA. Leo Jumatano ni Inter dhidi ya Bayern saa nne kamili usiku, Real Madrid dhidi ya Arsenal, robo fainali, April kumi na sita, saa nne kamili usiku. Ni usiku wa Arsenal UEFA. Habari katika ukurasa wa kumi na nane na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele, kama tarakala yako someko ndani zaidi magazeti. habari habari za michezo na burudani. Nalo gazeti habari habari leo kujila habari Tanzania lenye limeandika Yanga yafanya mauaji, kuivunja JKT nusu fainali, majali wa sifa mafanikio kwenye michezo, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Simba yatangulia Zanzibar, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Karina afariki dunia habari katika ukurasa wa ishirini na moja. Ngasa amvuria kofia mpanzu habari katika ukurasa wa ishirini na tano. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti habari leo gunji la habari Tanzania katika ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani. Na gazeti hili linakamilisha udukuza vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwa heri kwa sasa.